Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu mbali ya, ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo dhidi ya Coastal Union katika kombe la shirikisho la CRDB, huku pia maandalizi ya dabi ya Kariakoo kwa upande wa ligi kuu ya wanawake. I love you, Wiki hii tutaangazia mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Coastal Union uliopigwa katika dimba la KMC Complex, huku wananchi Yanga wakiibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja. Ni Maxi pia Nzengeli aliyepiga goli mbili kwa wananchi Yanga, huku Clement Mzize akipiga goli la tatu. Haya, kombe limerudi tena kwa wananchi. Maxi pia Nzengeli, Khalid Aucho, dokta wa mpira Anapita katikati yao, Nzengeli anaenda zake. Nzengeli, Maxi pia Nzengeli, anapita katikati yao, anakwenda zake, kana kwamba anaenda Nazareti, kumbe anakwenda kwenye lango la Coastal Union, anapiga mpira, unakwenda kwenye nyavu, baada ya kubabatiza na kuwatanguliza wananchi mapema mapema pengine wanataka kuweka rekodi yao ya unbeaten kutimiza michezo mingi zaidi. Kabla ya hii walikuwa na kumi na tisa bila taka, wanataka kufikisha ishirini na kuwa rekodi kubwa zaidi kwenye michuano hii. Khalid Aucho dokta a mpira alimrudishia Maxi pia Nzengeli, kama anataka kutoa pasi, kumbe ana wanapita yeye, mpira anakwenda nyavuni. Yanga wanatangulia dakika ya pili tu ya mchezo angefanya nini golkipa Fales Andrew Gama, ameusindikiza tu kwa macho mpira ule. Yanga goli moja Coastal Union sifuri, mbili dakika tu zimetosha wananchi kupata goli Yukana yule maabadi, maabadi na Mzize, mpira uko kwa Mzize sasa, Mzize giza ndani kwa pakomeneka, kwenye njia kwa Maxi Nzengeli chuma cha pili, Maxi pia Nzengeli, dakika kumi na nne tu. Inawezekana familia inataka mpira wa kuchezea nyumbani sasa, ndo ameamua asinunue autafutie hapa hapa KMC, akiwanyanyua mashabiki wa, sinunuea, apa, aki wa mashabi Yanga. Kama Coastal Union hawatajitathmini mapema, huenda gharika likahamia Ngamiani. Badile alitaka kupiga chenga ndefu ikamkatalia. Clement Mzize akampa pakome, pakome akaisogeza tu ile, akatisha kama anapiga, kipa akalala, basi akaisukumiza tu kwenye nyavu. Maxi pia Nzengeli, mbape Wakindu akaisukumiza kwenye nyavu. Pakome weka kwenye njia kule kwa Shadrak isakaboka, ndio Shadrack sasa anaitumbukiza ndani huku kataile Israeli Mwenda piga ndani kulenagonga mwamba chupuchupu hapa -chupu itoke ya triki Maxi mpia Nzengeli pambana pambana, anapoteza mpira ule. Amara Bagayoko mekwa ndefu kumtafuta bape wa kindu Maxi mpia Nzengeli Nzengeli duk Shadrak Isaka Kaboka. Abuya aucho cheza tena na maxi mpia Nzengeli Nzengeli, anacheza ndani kuna Dube anageuka nayo, amewekewa Mzize, goli la tatu wanapata Yanga hapa. Hakuhitaji kuwekwa mbwembwe wala nini, alikuwa anamwangalia goalkeeper na amechagua sehemu ya kuweka anautumbukiza kwenye nyavu Clement Francis Mzize, dakika 21. Mchezo ukishuhudia magoli manne, matatu kwa Yanga na moja kwa Coastal Union. Hatujui mpaka zifikie 40, atafungwa magoli mangapi? Aa, tunashukuru Mwenyezi Mungu aniyetupa nafasi ya kucheza leo na kufanya vizuri ana kushinda hiyo mechi. Amna kitu kirahisi kwenye kila mechi kila mechi ni kwenda kupambana kwa sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata matokeo na pia tumepita kwenye hatua nyingine so tutaendelea kupambana kwa ajili ya timu kwa ni timu kubwa tuna respect sana nao wamefanya vizuri kwa kipindi cha pili so sisi ni tuna furaha kwa sababu tushapita tumeshinda magoli tatu kwa moja so ni vizuri sana kwa ajili ya timu mashabiki zetu na sisi wenyewe pia uh, ulipokuwa ukifunga wale magoli mawili uliofunga ulikuwa una <laughs> unanyanyua t-shirt kuonyesha e, ujumbe I belong to Jesus una, un, ni kipi hasa ambacho ulikuwa unajaribu kutuma message kwa ku, wahudhuriaji ambao hapo KMC Complex lakini wale ambao walikuwa wakitazama e, kwenye television. Una upo, upo kwa Yesu Kristo? Bila shaka, bila shaka nipo kwa Yesu Kristo na, naamini sana napia na pia na, nawapiga wale ambao wa, bado wana, wana, wana mashaka kwa ajili ya Mungu, so Mungu yeye ndio amefanya tu mefika hatua ambayo tulipo leo. So mimi nitaendelea kunioa jina ya Mungu na ni nyuma yangu nadhani kuna hata mmoja mbili pia watakuja wata, wata kwa njia yangu. So mimi nashukuru sana Mungu kwa, kwa kila kitu. Yani kila kitu. Bila shaka Mungu ndio kila kitu kwa sisi wanadamu. Kila kitu. Baada ya mchezo huo mashabiki wa Yanga wamesema lengo kubwa msimu huu ni kuona timu yao ikitetea mataji waliochukua msimu uliopita, kombe la shirikisho la CRDB pamoja na kombe la ligi kuu ya NBC. Mimi timu yangu pressure na siku zote ya. Naamini Yanga ni timu bora sana Tanzania hii na tunathibitisha kuwa Yanga ni timu bora. Hii ni mara ya nne tunaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu, tunenda kuchukua kombe la FA naamini kikosi changu, naamini timu yangu, kwa sababu ni timu inayoendeshwa katika mfumo wa mpira aina nji tapanyapanya. Yanga ni klabu bora kabisa Tanzania na Afrika nzima kusema kweli, naiona na Yanga kuna maendeleo makubwa sana, kuanzia sasa tulipo na paka mbele tunapokwenda. Unajua, watu Yanga sasa, kama umezoea, tunaona kama timu ya kawaida, ni timu kama nini, kwa sababu sawa sawa na mtu mkeo, unamwona kama umemzoea nini, lakini Yanga ni timu tishio unaposema timu tishio ni timu tishio kweli kweli, sema kwa sababu yanga wamezoea kingia wanjani anashinda watu wanaona kama game za kawaida, lakini uwezo natumia Yanga ni uwezo mkubwa sana. Yanga ni timu bora na itaendelea kuwa bora, naakikishia kabisa, Yanga ni bingwa tena kwa mara nyingine. Hatuna masiala na tumekuja kufanya kazi kweli, inaenda mbali sana makombe eh, yote tutachukua, hata kama kuna mambo yametokea haya ya nani yaliotokea juzi hapa ila bado yanga iko juu na iwezi kutoka pale iko vizuri sana hamna timu nyingine zaidi ya tanzania hii kubwa na yenye uwezo kama yanga tuna wachezaji wazuri tuna viongozi, viongozi wazuri tuna asilimia mia kwa sababu tunajua tena mara wenzetu wametukimbia mara tunakutana nao kwenye efei tena sasa watatukimbia umeona bwana sababu wametukimbia wameruka kule wamekuja tena kukutana na sisi hawezi kuchukua hata tukirudiana lazima tumfunge lazima tumfunge, tupishane kwa pointi nne. Wasitegemee kwamba labda sisi tutapoteza, sisi hatupotezi tena hey. Ah, makombe yote sisi tunachukua, yaani hatuna mpinzani yoyote, waina yoyote. Gusa achie, twende kwao, imeisha <laughs> <hiyo. laughs> <Imeisha hiyo. laughs> Yanga bado ina nafasi kuchukua ubingwa wa makombe yote, wa Ligi Kuu na makombe mengine yanayofuatia. Hatuna ubishi kwa hiyo. Tunaikosa kizuri na uongozi imara. Eh, ni kweli sasa hivi ni tofauti, ila swala ubingwa lipo pale pale. Iko wazi kabisa, hata wapinzani wanajua kitu kama hicho. Ni kushinda tu mechi, kila mechi ni kushinda, sio chini ya goli tatu kwenda mbele. Kama kawaida anachukua makombe yake kama kawaida, haina shida. Hawamejipanga vizuri, hawana longolongo. Pinzani tunamwombea ubaya tu sisi, ili tuendelee kushinda, uone wana migogoro migogoro wenyewe. Hata ikikuja uwanjani, mara waja na mbuzi mara waja na ndama, ndio hivyo wanahangaika tu. Hata wakija na beberu sisi tunalichinja kabisa <laughs> <laughs> Naye meneja wa habari wa Yanga Ally Kamwe amesema mara baada ya ushindi wa kombe la shirikisho la CRDB bank dhidi ya Coastal Union, sasa kikosi cha wananchi Yanga kinaenda kwenye mapumziko ya siku sita. Tumetoa kupata matokeo mazuri kwenye kombe la CRDB federation Cup na Mwenyezi Mungu ametujalia kakingia <tutuji> kwenye hatua ya 16 bora. Kutokea pale programu ambayo imetangazwa tunafahamu tunaingia kwenye mapumziko ya FIFA break, hivyo kuna baadhi wa wa ya wachezaji wa kikosi chetu cha Yanga wamepata nafasi ya kuitwa kwenye majukumu yao ya timu ya taifa. Baadaye kidogo, inshallah, tutatoa taarifa kamili ya wachezaji wote ambao wameitwa kwenye majukumu ya timu za taifa kwenye mapumziko haya ya kalenda ya FIFA, lakini kwa ambao wamebakia Uh, benchi la ufundi limetoa siku sita za mapumziko, ambayo ni kama wiki moja hivi. Baada ya hapo watarejea wote kambini kwa ajili ya kujiandaa na mazoezi uh, kuelekea mechi za mwisho za ligi kuu. Nafahamu ligi ikirudi tu, kwa maana ya tarehe moja mwezi wa nne, inshallah Yanga tutakuwa na mchezo wa ligi wa ugenini dhidi ya Tabora United Hivyo tumetoa siku sita tu za mapumziko. Baada ya hapo, tutarudi kujiandaa na mchezo huo. Yale maazimio ambayo yalitokana na kikao chetu cha kamati ya utendaji ya klabu yetu Young Africans na tukawaandikia bodi ya ligi, kwa maana ya msimamo wa taasisi yetu kwenye jambo lile, anauliza kama majibu tayari yamesha yameshatoka hatimu naweka uh, jambo hili ni jambo la taasisi kwa taasisi na hata mawasiliano yake ambayo tumeyafanya, tulitoa taarifa kujulisha umma msimamo wa klabu yetu na nini tutafanya kama taasisi. Baada ya hapo zikaendelea operations za kuwasiliana kwa naamini kwa kipindi ambacho tumekubaliana kama taasisi. Kikishapita hiko kipindi tutawaita au tutatoa taarifa nyingine kwa umma kwamba bana e, tumepeleka Uh, taarifa hii na majibu ni haya. Ila kwa sasa hivi taarifa ambayo umma inatakiwa ibaki nao ni kwamba Yanga imetoa msimamo wake na Yanga tayari imeshaanza kushughulikia jambo lake kwa njia ile ile ambayo msimamo wa Yanga uitoka kupitia kwa viongozi wetu. Tumewaambia wachezaji kwamba hichi sio kipindi cha likizo. Hatupo kwenye holiday. Tupo kwenye mapumziko ya kalenda ya FIFA. Hatujakwenda kwenye holiday kwamba wanatakiwa waende wakajiachie na ndio maana ukiangalia kutoka tarehe 13 leo mpaka tarehe moja kuna wiki nyingi hapo, lakini tumetoa siku sita tu wachezaji waweze uh, kurefresh kidogo, alafu warudi tuendelee na maandalizi. Mechi zilizobakia hizi ni ngumu sana, eh, mechi za mwisho za ligi na kombe la CRDB hapa ni ngumu sana. Kwa lazima warudi wakiwa na utayari wa kiakili, utayari wa kimwili, tuweze kupambana kumalizia huo utayari wa kiufundi, tupate matokeo mazuri kila mechi. Sasa hivi ni ngumu, kwa sababu tupo katika nyakati za mahesabu ya mwisho. Tunakutana na timu ambazo zinawania pengine, uh, kucheza kwenye mashindano ya kimataifa next season. Tunakutana na timu ambazo zinawania uh, kumaliza kwenye nafasi za juu, na wote ni mashuhuda, iko fedha ambayo Azam TV wanaitoa based on position ya msimamo kila mtu ana interest ya kumaliza nafasi ya tano ya sita, kwa sababu kuna fedha iko pale, lakini pia ziko timu zinapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo kila mechi hapa mwishoni ni mechi ngumu kulikweli. Katika ugumu huo, ndiko ambao wako na sisi kama taasisi, kama bingwa mtetezi, tunaweka umakini wetu, tunaweka juhudi na nguvu zetu tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho. Si watu wote wataikimbia Yanga pa mwishoni, kuna wengine watakuja kucheza, kwa watakaokuja lazima tupambane nao naweza hey, ukakaa tu ofisini ukasema nitakuwa nakimbiwa kila siku na kocha. Jana kaja kao, anaweza akaja mtu uwanjani, lazima tujiandae mtu akicheze naye. Kwa mechi haziwezi kuwa rahisi hapa, itakuwa mechi ngumu, na kama Yanga tunajipanga vilivyo kuhakikisha hatufanyi makosa yoyote, na Mwenyezi Mungu atuongoze, tujiandae vizuri, tupate matokeo mazuri. Kikosi cha Yanga Princess nacho kimeendelea na maandalizi kuelekea dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba Queens katika mchezo wa ligi kuu ya wanawake utakaopigwa Machi 18. Kocha mkuu wa kikosi hicho Edna Lema ameendelea kuwanoa mabingwa hao wa Samia Cup kwa mwaka 2025, huku akisema maandalizi ya dabi huwa ni tofauti na michezo mingine, hivyo kinachohitajika zaidi ni kujituma ili kuibuka na ushindi katika mchezo huo. Nafikiri hii ni mechi ambayo ni mechi kubwa, kwa maana ligi nzima na kwa Tanzania pia. Unapozungumzia dabi, inakuwa imejaa vitu vingi sana, kwa sababu ni timu ambazo zina mashabiki wengi. Ni mechi ambazo zinabeba hisia za Watanzania, mashabiki wa mpira. Ni mechi ambazo kusema ni, ni heshima pia kwa sisi coaches na wachezaji. Kwa hiyo mpango wa mechi ya dabi inakuwa ni tofauti kabisa na mechi nyingine, kwa maana ukiamini matokeo klabu kubwa kwao, nafikiri ukishawapa moyo dizaini kama hivyo wanaona kwamba

unaweza kulinganisha na dad nje hapo, ni ngazi ya national team. kwa hiyo nafikiri ni mechi ambayo inabeba vitu vingi kwa wachezaji, lakini huwa anakuwa na pressure. Cha muhimu ni kuondoa pressure kwa wachezaji siku ambazo zinakaribia na mchezo, kwa sababu chochote inaweza kutokea, unaweza ukafungwa, ukashinda, ukatoa sare, lakini kuwa na pressure haiwezi kuzuia ile matokeo. Kwa hiyo huwa anaondoa kwenye pressure, waamini kwamba ni mchezo wa kawaida mchezo ambao kwa vyovyote vile yanaweza kutokea matokeo ambayo huyatarajia, aweza si tukashinda au tukafungwa, yote inawezekana. Kwa hiyo sipendi kuwawa kwenye presha, naamini ni mchezo kama ulivyokuwa michezo mingine. Kikubwa tu ni kwamba nje ya uwanja kunakuwa kuna mambo mengi, ushabiki unakuwa umezidi, kunakuwa kuna tambo nje. Kwa hiyo nafikiri wao wachezaji hawapasi kuingia kwenye hiyo presha, wanaweza kubaki kwenye plani ya benchi la ufundi kuhakikisha kwamba wanaenda kutafuta matokeo ya pointi tatu, hivyo na mechi kumalizika. Mimi nafikiri mashabiki waje kiwanjani waje kusupport kwa sababu sisi tunavaa nembo ya klabu maanake tunawakilisha wao na wasije kiwanjani na matokeo. Ah, nimekuwa nikizungumza mara nyingi msimu huu kwamba tulipoteza zaidi ya wa wachezaji 15 baada ya msimu kumalizika mwaka jana, kwa hiyo tunaendelea kujenga timu kutendelea kushindana, pia waje wakiwaheshimu wapinzani wetu na sisi tutawaheshimu pia. Simba ni timu nzuri tibu ambayo naongoza ligi nafanya vizuri, kwa hiyo hatuwezi kwenda pale wakubwoteka, natunapasa kuwaheshimu, na mashabiki waja watupe moyo watusapoti, wakisha watu watu kwamba tunaenda kuwatetea wao, tunautetea nembo ya klabu, kwa hiyo asina matokeo yao kichwani waje kutusapoti wao, wabaki tushangilia, sisi tuende kufanya kazi kiwanjani kwa ajili ya kuwapa furaha. Nao wachezaji wa Yanga Princess wameelezea maandalizi kuelekea mchezo wa dabi, huku wakisema mchezo huo huwa mgumo kwa aina ya timu zenyewe zinazokutana. Mechi ya dabi ni mechi kubwa, ni mechi ambayo ina ushindani. Kwa hiyo wachezaji tunaichukulia ni mechi ambayo tunazaa na watani wetu, so ni mechi ambayo siku zote inakuwa ni mechi tafu, lakini kiupande wetu sisi kama wachezaji tunajiandaa vizuri kwenda kukabiliana katika mchezo ambao huko mbele yetu. So tunaamini kupitia uwezo wetu na kupitia no, ile tunayofundisha na walimu wetu tunaenda kushinda mechi. Sisi kama wazazi tunajisikia vizuri kwa sababu kwa miaka ya nyuma kidogo walipotea ila kutokana kadi tunavyozidi kufanya vizuri katika michezo yetu na wenyewe wanazidi kujitokeza kutupa support. Hiyo inatufanya sisi tuendelee kupambana zaidi ili kuendelea kupata matokeo katika kila mechi. Ah, kupata ubingwa ni tukio kubwa ambalo kila timu ina, ina wish kupata ubingwa. Ila kwa upande wa sisi kama Yanga mechi Simba na Yanga ni mechi ambazo siku zote ni watani wa jadi, obviously, wakikutana ni mechi ambayo inakuwa ina, ina, ina, ina, ina vitu vyake tofauti na watu wengine. So tofauti kati ya kumfunga mtani na kukua mabingwa ni kwamba mabingwa ni kitu ambacho kila mtu anawishi, lakini sisi kama Yanga kumfunga mtani ni swala ambalo nitatufanya sisi kujisikia raha zaidi. Ni wana mchango mkubwa sana kwetu, kwa sababu ukiacha benchi la ufundi wao ndo watu ambao wanatugea nguvu sisi, wakizidi kupambana kwamba yani ni, inatufanya sisi tunaelewa kwamba hatuko peke yetu, kuna watu wako nyuma yetu wanaotutazama na kutusupport. Kwa mimi nachowaomba, mashabiki waje kwa wingi na watarajie mazuri kuliko yale yaliyopita hapo nyuma au ya mechi ambazo tumezicheza huko nyuma. Kwa watarajie mazuri, waje kwa wingi, wataenjoy. Nadhani sio mimi tu, kila mmoja, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi, kila mmoja anaona Yanga Princess ime imeongeza kitu na kadri siku zinavyozidi kwenda, tunazidi kubadilika. Kwa hiyo naamini, inshallah tutafanya vizuri zaidi ya wanavyotarajia. Ukiacha siku ya mechi, sisi huwa tunaongea before, kwa sababu ni watu ambao anytime tuko wote. Kwa hiyo tunaongea, tunahamasishana. If kama nimekosea au mwenzangu amekosea, maybe kwenye mazoezi, tukifika camp tunarekebishana, hivyo tunakuwa na vikao vya wenyewe, ukiacha na benchi la ufundi. Mchezo, uh, mchezo unakuja huo, ni mchezo mkubwa kwetu sana na tumejipanga vizuri, tumefundishwa vizuri na walimu wetu. Tupo tayari pia kuipambania timu yetu ya Yanga Princess. Tunaomba Mungu atusimamie siku hiyo katika mchezo huo, tuweze kufanya vizuri. Ha, hii kwetu ni fursa kubwa. Tunawapenda mashabiki zetu, pia tunachowaomba wasichoke kuja kutu support sisi wachezaji wao, maana sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana kwenye timu yetu. Kwa hiyo tunaomba wasichoke, wani waje kutusupport, kutusupport. Unajua mechi za Simba na Yanga zitabaki kuwa yani, sijui nisemaje, zitabaki kuwa dabi tu, si tunaamini hiyo. Tunaenda kushinda katika mchezo huu, Mungu atusimamia Mashabiki zetu tunaomba wasiache kuja kutusapoti, kwa sababu timu yetu sahivi imeimarika, tuna timu nzuri kabisa. Kwa hiyo tunaomba mashabiki mtokee kwa wingi hiyo siku ya tarehe kumi na nane. Msichoke jamani, muje kwa wingi, mje kuona kitu kitakachotokea hapo, mje kuiona Yanga Princess ya msimu huu, ya msimu mpya. Nao mashabiki wa Yanga Princess, mabingwa wa Samia Cup 2025 wameahidi kujitokeza kwa wingi uwanjani katika mchezo huo wa dabi, Machi 18, huku wakiwataka watani zao kujitokeza uwanjani kwa ajili ya mchezo huo. Uh, kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu wa Yanga Princess na Simba, kwa sababu wanaume walitukimbia. Kwa fokasi yetu inahamia upande wa Yanga Princess. Kama wanaweza wataleta timu, wakiweza na wao wakimbie, ila sisi tutakuwepo kulipiza kisasi kuanzia chakaka zao mpaka wao wenyewe. Sasa tuna mechi ya wanawake Simba Queen na Yanga Queen. Je, yeah, nanyie, Simba Queen mtatukimbia? Makasia tushazoea kukimbia, sasa tuone, msikose, tutalipa kisasi kwa dada zenu, yaani Yanga Queen. Naomba mwapige Simba Queen, yani kisasi chote tumalizie kwao. <laughs> siwapenda kuchungulia eh? Ao wao si wana game <mulana> plan, afanyeni na hii basi, hasira zote, ah, zote tunamalizia kwa dada zenu. Afu kwani mnakimbia nyie, watoto gani wa kiume mnakimbia kimbia? Mnakimbiakimbia eh, Simba gani? Simba anaogopa mtu? Simba anaogopa mtu kwanza Sikiliza. Sikiliza. Sikiliza. Sikiliza. Wanawake, Yanga Queen, Simba Queen. Simba Queen msitukimbie, yaani kisasi kitakuwa ya cha moto, moto cha moto sasa. Dada zenu sasa, sijui nao watajificha, nao sijui watasinge, wanatafuta sababu, sababu haitapatikana, moto utawaka, yaani ni mwendelezo, moto utawaka. Wakitaka kupata habari kamili, waulize wenzao waliopita kwenye kwenye timu za wanawake. Nasema Simba Queens mjiandae, nawatakia kila la heri. Yanga Princess, tutapiga pale pale. Wale wamekimbia kaka zao, sasa sisi tunaao dada zao. Ah jamani, kama mnavyojua sisi kama Wahaya fest of woro, hatunaga jambo dogo. Mimi ndo shabiki Muhaya ambaye naisupoti Yanga Princess sisi kama wanawake atunaga jambo dogo, na kama mnavyojua wahaya ilikuwa ni wan siku ya wanawake, mwezi wa tatu huu. Kwa hiyo tukawafurahisha, Yanga Princess tukawa support in short. Naam. Hii ndiyo Yanga timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe. Kwa pako meneka, kwenye njia kwa Maxi Nzengeli Maxi pia Nzengeli dakika kumi na nne tu, inawezekana familia inataka mpira wa kuchezea nyumbani. Sasa ndio ameamua asinunue, autafutie hapa hapa KMC, akiwanyanyiwa mashabiki wa, meamuwa, sinunuea, apa, apa Aki wa, wa mashabi kwa Yanga